Maandalizi kwa uh, kiujumla uh, bana yanakwenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mpaka sasa hivi tumefanya mazoezi yetu ya mwisho hapa New Aman Complex na kila kitu kiko sawa. Wachezaji wapo kwenye hali nzuri, morali iko juu, motivation mmemwona, tayari bosi wetu yuko hapa Ghalib Said Muhammad. In short Yanga yote iko eh, Guantanamo leo, Yanga yote iko Guantanamo. Kesho wataongezeka wanayanga wengine kutoka bara kuja uh, kutafuta kishindo cha kutupeleka hatua ya robo finali. Kwa hiyo alhamdulillah, kila kitu kiko sawa, tuna amani kwenye mioyo yetu na tuko tayari kwa mapambano ya siku ya kesho, inshallah. Tayari wa kikosi kupambania tupate matokeo mazuri. Hakuna option nyingine ambayo kwenye mikono yetu kesho zaidi ya kushinda. Hayo yanayozungumzwa kwamba yanga sio hivi na hivi hayawezi kutimia kama yanga hatashinda mchezo wake, na hata jana niliwaambia wanachama na mashabiki wenzangu wa yanga mchango wetu sisi kama mashabiki kwenye hichi kishindo ni upi? Ni kuja hapa Guantanamo kesho. Hata sasa hivi unavyonisikiliza toka nyumbani, tafuta tiketi yako, kama huko Zanzibar, uko bara panda boti njoo, kwa sababu sauti yako na enyee ni kishindo. Tunataka kesho Shabalala akishika mpira, sauti za wanachama mashabiki wa Yanga zimwambie huo mpira unatakiwa uende kwenye goli la JS Kabylie. Tunataka akishika mpira depu akishika mpira dube, akili wazi, zile nyavu tu, akatufunge magoli ya kutosha. Na magoli hayawezi kufungwa kama tutakuwa wanyonge kwenye uwanja nyumbani. Kwa hiyo, niwaombe wana Yanga, tuje kwa wingi siku ya kesho. Utayari wa wachezaji wao ni kwenda kupambania furaha, lakini sisi tuna mchango wetu wa asilimia mia moja kutafutia matokeo siku ya kesho. Tukija tukapoa poa poa. mechi na yenyewe itafanyaje? Itapoa. Tunatakiwa tuje tuamshe, tuje tukiwashe ile morali ile hamasa itatusaidia sana kuboost uh, wachezaji wetu kukimbia zaidi na kutupambania matokeo mengi zaidi inshallah. Anakosekana Damaro, kesho tutegemee kumuona uh, Buba kama mwalimu atalizika naye kwenye mazoezi ya leo. Yes, Buba yuko fit hana shida yoyote. Kwa hiyo kama mwalimu ataona nafaa uh, kuitumia ile risasi, maana ni risasi ile shehe, hmm. uh, Buba ni risasi ya mrusi uh, ambayo inaweza ikategwa hapa ndani ya sekunde 15 ikafika kwenye bandari kule Dar es Salaam, sekunde 15 ukaifyatua hapa inafika bandari ya Dar es Salaam. Huyo nani huyo? Ni Buba. Sasa yupo tayari ni mwalimu mwenyewe kuona kama anaweza kumtumia siku ya kesho, lakini tuna kikosi kizuri, kikosi bora na hata hizi mechi zilizopita ambazo mliona Yanga ikidefend. Hayo ni mahesabu ndugu zangu. Nawaambia kila siku. Champions League ni mpira wa mahesabu na kwa msha toka mnaenda kuzikana, lakini sisi tupo kwenye hatua hii mpaka mechi ya mwisho. Kwa sababu gani? Tumecheza na mahesabu. Sasa muda wa kuzuia umeshaisha. Kesho ni muda wa kumsachi mtu. Tunakwenda kumsachi mwarabu kesho. Waandishi mta enjoy football, nawahakikishia asilimia mia moja mtakwenda kuenjoy football na viwango vya juu sana siku ya kesho. Unajua kutumia chance. Sometimes inatokana na kwanza game kuwa nzuri tu siku hiyo game kuwa nzuri. Unaweza kuwa na chance nyingi mkaa mfungi. Game inakataa tu kwenye football. Tokea hizo siku. Lakini training ambayo tunaifanya, concentration ya wachezaji, kibunda tayari kime... unajua hela ya kesho ya bonus ndugu zangu ni sio hela ya kufuatwa, eh. Mm. Eh, sio hela. Eh, ni hela iliyokuja ya ku, yani. Mm. Ni hela ipo dressing room. Ngoma inaisha, tumefuzu hela si mnaelewa vizuri yani, sio hela ya kuitafutia uh, maelezo. Ni hela ambayo imewafuata wachezaji. Kwa hiyo tunaamini vitu vyote hivyo vinakwenda kuwatengenezea hamasa waweze kutupambania, tupate matokeo mazuri, na mimi naamini kesho JS yes, Kabylie ah, <laughs> hakuna rangi atacha kuiona ndugu zangu, tujipe tu, ni swala la muda tu

mchezaji wao nyota Celestini akua basi hayupo, sisi tunajiandaa na waliokuwepo. Kesho ishaataruka nao, wala hakuna shida na Babakar Sal ambao ameshakucheza kwenye ligi kuu ya NBC. Babakar Sal na huyo ndio huyo tunamtamani huyo. Babakar Sal naye na baba na kesho apangwe huyo <laughs> tujumlishe na kuzidisha huyo ambao ameshauriwa na amani, kipi tutamzunguka huyo. Ngoja. sahili upushmwndaazimu tnasema upu sio gumu wachache Tanzania ambao mwanzoni walisema kundi gumu Yanga ta pointi moja. Sasa hivi wamekuwa endawazimu tena, wanasema kwamba Yanga hiyo hamna kitu hapa, awezi kufuzu mechi ya mwisho hiyo. Tunasubiri kwamba Yanga akishinda Eh, maki matokeo ya Ahly ni very obvious. Eh, ya matokeo ya Ahly wala sio matokeo ya kusubiri. Kusubiri matokeo ya Yanga na JS Kabylie. Ahly anamshona FAR bate asubuhi tu. Wala sio jambo la kuomba, omba sana asubuhi tu. Na imekuwa timu yenu ghafla. Asubuhi tu. Mnaiombea mema. Shona vizuri FAR bate mapema tu, yani inawezekana kipindi cha kwanza hapa tunataka sisi Yanga tunafuzu vipi? Tayari kashamaliza kazi yake Al-Ahly. Sisi tumekufanga hapa pale. Mbili. Zinaanza kazidi hizo. Hmm. Si kwenye hili kundi Ali mwenyewe kasema mpinzani mgumu alikuwa Yanga African Sports Club. Yanga fangapi kwa Alexandria machinjioni huko. Ndio kapata mbili. Imam Ashura tumefurahi, na uwanja tume wanaja na Watanzania wat wanaoishi Cairo pia, nendeni kesho mkasapoti Al Ahli, ala sio kificho, kaishangilieni wote wa kule kaishangilia Al Ahli dakika 45, Al Ahli chuma mbili. Sisi siku mtafute mtafute tena, mimi ndio mm, maana sina mashaka matokeo ya Al Ahly kama tebu ya kumi kumi, ishirini, thelathini, arobaini, hamsini, sitini, sabini. Yani inaeleweka zitaanzia mbili kwenda juu eh. mimi sina mashaka, ingekuwa Al Ahly tena, sio Al Ahly, yani ingekuwa mechi ya mwisho FAR na JS Kabylie, kichwa kingeniuma, lakini Ahly Misri ndugu zanguni tuzungumzieni ya New Aman Complex ya Cairo, yanafahamika. Ni ubishi wenu tu, yaani mnachambua kana kama mmeisahau Ahli, amuijui ishaisha hiyo. Tunajadili ya hapa ya New Aman Complex. Yanga tunafuzu kwa kishindo kesho, kipindi cha kwanza Ahli kashafanya kazi yetu, si mpo wanjani hizo hey? Mechi nyingine ni maziko, mtu kashatolewa toka mechi ya nne, leo kafariki. Sasa alifariki akiwa mbali <laughs> Ndugu umesafirisha mwili umefika leo, ndo ina rilai, kwa ina tukimzika leo, tumuone tena mpaka mwakani. Kwa hiyo mechi ni hizo chache ambazo watu wanakwenda kiwanjani, mioyo woyo inadunda bado, aa itakuwaje hiyo. <coughs> Ndo Champions League, unajua leo itakuwaje huko ndani, lakini mechi mnakwenda na mashada ah. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> hivi <coughs> na maua ah, imeisha hiyo ndugu zanguni, na amesema anacheza mechi sasa <coughs> ah, hiyo kazi wanaotaka kujipa wasubiri tarehe moja kwamba hiyo kazi kwamba wanafikiri wanaweza wakacheza mechi ya Yanga kesho. Kwanza nitumie fursa hii, kuna mtu mmoja nimemwandika juzi, nimemwandika mm, juzi mm, mwambie yule mwandishi cheupe na narudia mm, tena yule mwandishi cheupe mm, ametufatafata tumemnasa kwenye rada zetu, ametufatafata tumemnasa kwenye kwenye kwenye rada zetu. Ameshindwa kuwasaidia wenzake mechi tano, hata ya mechi ya nyumbani hawajashinda sio awe nyumbani